taka leo kuonge, kuongea kuhusu hawa wanajiita watumishi wa Mungu. Uh, watu ambao wanaombea watu na pesa, watu ambao wanajiita maapostol maprofet, wanasema ya kwamba Mungu anawaongeresha, wanafanya deliverance, lakini hizo deliverance zao ukienda makanisani kwao, una book appointment, unasikia kuona apostle ama kuona huyo prophet, unasikia ni mia tano ama ni elfu moja ama elfu mbili Na ukishaenda pale unaambiwa uh, ununue maji, maji ya upako, maji ya uponyaji, unauziwa mia moja hadi mia tano hadi elfu moja na mafuta <laughs> mafuta, anointing oil. Sasa hawa ni matapeli na hawa si wachungaji wala hata Mungu mwenyewe hawamjui. Hawa ni hawa waizi wa kiroho na ni watu ambao wanaharibu kazi ya Mungu. Kwa hivyo kuna kitu ambacho tu ningetaka niseme. Aa, kazi ya Mungu hailipwi, kwa sababu Mungu hachukui pesa, lakini tunafanya kazi ya Mungu ndio tukaweze kupatiwa uzima wa milele Hatufanyi kazi ya Mungu ndio tulipwe na wanadamu wale tunafanyia kazi, kwa sababu kazi si yetu na kazi si ya wanadamu. Kazi ni ya Mungu. Na hii kazi, we pastor, we apostle, we prophet, kama uliingia kwa kazi yenye haujui umeitiwa nini ama inafanywaje, uliza wale wako mbele yako, watakuambia hii kazi. E, mshahara ni uzima wa milele. Mshahara ni uzima wa milele. Ufanye kazi ya Mungu, lakini kabla haujatoka duniani Mungu atakubariki na akufungulie njia na akutumia watu wakusaidie, hata kama haujaitisha hiyo pesa. Mnaitisha ya kupanda mbegu ya kuvunja madhabahu? Hakuna, hakuna, pesa. Hakuna kitu kama hiyo. kuvunja madhabahu na pesa kwa neno la Mungu ni kuhubiria wenye dhambi, kuokoa wale ambao e, wamepotea, wagonjwa kuwaponya na kufufua wafu, watu waende mbinguni. Tukishafanya hiyo kazi na Mungu afurahishwe na hiyo kazi, tutafunguliwa binguni tuweze kurithi ufalme wa milele wa Mungu. Lakini hawa mapasta ambao mmetokea, mnasema ya kwamba mumetumwa muvunje madhabahu, mumetumwa mnatabiria watu, mnaombea watu, mnaitisha pesa, mnauza maji, mnauza mafuta, hiyo mumejituma kazi ambayo si yenyu na kazi ambayo haumuijui, mnafaa kuachana nayo, maaposto na maprofet Munavunja madhabahu, munaitisha watu pesa kwa televisheni, munaitisha watu pesa. Tuma mia, nikutumie roho. Ati tuma mia, tuma mia mbili, na nitakuandikia meseji, nikwambie vile Mungu anasema. Kwani huyu Mungu wenyu ni kulipo analipo ndio aongee? Huyu Mungu wenyu ni kulipo analipo ndio aongee? Na mimi nitasema hivi basi huyo Mungu wenyu hatajibu, kwa sababu amelala. Niseme kama Eliya, Mungu wenyu labda ameenda safari ama amelala. Huyo ni Mungu hata hajielewi. Mungu akuitisha mia moja, huyo ni Mungu hajijui. Mungu akuitisha mia moja, Mungu akuvunjisha wa wa wa watu madhabahu, ndio, ndio akule ama ndio akunywe? Huyo si Mungu au ni watu wa Illuminati na devil worship na wako biashara, nami nasema hivi, nasema hivi, binguni hamtaenda kamwe, na mnajidanganya na kujidanganya kwenu kunafika mwisho na mtalipo kabla hamjatoka hapa. Mapasta bandia, mshindwe na Mungu.